abilities down there there so that that that, those those, those, ones that were telling me they have overstayed, those, those, those that, that have been there for four, four and a half years can also be transferred. Unge pia wa wa North Hall. North Hall, eh? North Hall, yes. Mheshimiwa Wario. Pia, pia, anafadhili ana, ana sana kuhakikisha ya kwamba wale watu ambao wako chini yake wanakaa pamoja na anataka kumshukuru sana Jambo lingine wakati nilipokuwa nilipo na, nakuja katika haya matembezi unajua, mpaka nieleza mkubwa wangu ya kwamba nataka kutembelea watu wangu uh, uh, uh, DIG wa KPS Mr. Langat na akanituma, unajua hii pia ni corridor ya mihadarati hiyo. Ndio jambo la kwanza, wakati unapopeana salamu zangu waeleze ya kwamba mihadarati lazima tukomeshe kwa sababu ya meharibu watoto wetu na hii ndio corridor Operation hiyo nyingine ambayo imetusaidia sana ni ile ambayo ilikuwa inaongozwa na, na, na DIG KAPS Mr. Masengeli. Tulikuwa hapa hapa tarehe tatu uh, mwezi wa pili last month, na akaloi that operation imekuwa successful. Hiyo sasa ni operation ya juu, siwezi ku, ku, kupeana maoni yake sana, lakini it has been successful because this my region Wananchi wako, wako, wako very happy. Wananchi wamefurahia sana wale watu kufurushwa. Wamefurushwa, wamerudi kwao, nafikiri sasa usalama kati yetu na pande hiyo nyingine iko sawa kabisa. Na nayo kule. Eh, si kutoka kwa askari, bali ni wale hawa hawa hawa wananchi kabila, kabila nne ambazo nimetaja. Mara kwa mara huwa wanapigana. Na nashukuru kamati ya wako na peace committees ambazo nasikia ilianzishwa na watu wa Catholic, padre wa Catholic. Alafu ngao ikaingia ndani pamoja na security committee ya hapa, kila wakati wanata, karibu kila mwezi wanawatembelea, wanatembelea kila kabila, wanaunganishwa ya kwamba vita vya ukabila ama kupigania natural resources hizi chache hazina maana, kwa sababu maisha ni muhimu zaidi ile mali ambayo unapigana unao mwenzako bado kesho utakuja, ku. Utakuja kununua ng'ombe utanunua mbuzi, lakini maisha ya mtu hiyo ikishaenda imeenda hivyo, na wamekubaliana. Jana nilikuwa pia naka, eh, nilikuwa na kikao nao jioni pale North Hall, wazee wana kamati hiyo the peace committee eh, elders wakaniakishia kwamba hawatarudi kupigana tena. Sasa nacho wanakuja wanakula pamoja na, na, na, na, na Gabra Gabra pia wanaenda kule wanalala pamoja, wanakula, wanakula pamoja, wanachinja mbuzi hizo mfugo ambazo wanapigania hizo. Kwa hivyo sehemu hii wakiendelea hivyo vile vita ambavyo wamekuwa kupigana nazo ya kupigania rasilimali chache nafikiri itakuwa imeisha. Katika hayo mazingira ambayo yapo, kwa sababu hatuwezi kubadilisha nature. Hatuwezi <laughs> badilisha nature. Hivyo ndivyo hivyo, na kwa sababu pia mahali wako pia kuna wananchi wako pale na wanavumilia katika hali hiyo ya ukame na, na hardship ya area hiyo. Ni pia katika mafunzo yao pia tunawafunza, tuna, kuna sehemu wakati wanaenda practicals watu wa APTC watu wa APS, kuna mahali wanaenda inaitwa Kedong, mahali kame alafu watu wa polisi kuna, kuna, kuna, kuna tuko na college uh, Magadi National Police Training College pia ni sehemu kame huko sasa ndio wanaenda kupata mafunzo ya kuweza hata akiwa deployed mahali popote, hakuna shida. Kwa hivyo wote wamepitia huko na wamehitimu, kwa hivyo wako tayari kufanya kazi um, kilicho kilichonileta katika um, matembezi haya ni kutembelea watu wangu walio kazini, kwa sababu nikiwa mkuu wao siwezi kufanya kazi nikiwa kwa ofisi afisini bila kujua askari wangu wanaishi namna gani, hali ya usalama kwa ujumla kwa katika ile sehemu ambayo wanafanyia kazi yako namna gani? Mazingira ya kazi yako namna gani? Ndio hasa ilinifanya nikatoka ofisi, kwa sababu kazi imepungua. Sehemu ambayo nilikuwa na shida kidogo nayo ni sehemu ya kati ya Isiolo Um, na Meru, wizi wa mifugo kwa sasa hivi umepungua, na ndio nikapata sasa nafasi ya kuweza kutembelea wala ambao wako ndani ndani sehemu kavu hiyo yeah. Ni baadhi ya zile sababu ambazo zimenifanya nikaweza kuwatembelea. Zile changamoto unakumbana nazo ni ile rough terrain na pia hali ya anga kwa sasa kuna kuna, kuna ukame sehemu nyingi za nchi na ile sehemu huadhirika zaidi ni katika Marsabit, ni Marsabit North, North Horr, South Horr uh, um, Sololo, Moyale mpaka um, Illeret kule juu ukipitia pia sehemu inaitwa Dukana. Hizo sehemu zote ni za wafukaji na tuko na makabila karibu tatu ambazo ikifika wakati wa ukame hivi wanazozania ile rasilimali chache mali ya kulisha mifugo na pia maji huwa ni haba. Kuna kabila inaitwa Borana, nafikiri ndio wengi, tuko na Gabra, tuko na Buchi na Dasanach. Alafu sehemu ya chini pia tunapakana na Samburu na Turukana, pia tuko na wachache katika sehemu za Laisamis uh, na nafikiri Loiyangalani, hizo sehemu zote uh, katika ratiba ile, katika ratiba ya safari yangu nimeanzia Moyale nikakuja Isiolo, no, inaitwa no, no, no. Sololo <laughs> Sololo, Turbi uh, nikaingia Forole, Forole nikaingia Dukana kutoka Dukana nikaingia sehemu inaitwa Sabare Saru, hapo kuna watu kikosi, formed up unit inaitwa BPU, ndio wana sasa security unit ya hao wengine polisi wa kawaida. Kusonga mbele pia, nikaingia mahali naitwa uh, Bulu Bulu, pia ni kikosi pia ya unit support unit ya BPU, pia watu wa administration police, na wote wako sawa sawa, wako imara kwa kazi kutoka hapa sasa nikasonga juu mwisho hiyo nafikiri ndio last station katika eastern, eastern region uh, inaitwa Ileret Ileret iko kando ya Lake Turkana na pia karibu sana mpaka na, na Ethiopia hapo wanakaa watu kabila inaitwa Dasanach Dasanach pia ni wafugaji na kidogo kidogo pia wanaingia kwa bahari Hivo hizo sehemu zote nimetembea, changamoto zile napata kwa askari ni ile malalamishi tu ya kawaida ya kwamba huku ni ukame tume overstay, na hiyo iko m kwa wale ambao over imkuwa nmefanyamwezi mwe, mwe, wa kumi mwaka jana kwaivowalewame ile zamani ilikuwa inafika miaka kumi saba nane. Sasa ile mwenye overstay zaidi ni kama miaka nne na katika kazi yetu ya polisi hiyo si muda mrefu sana, na pia bado tutawaangalia wakati tutakapopata vijana watakapoandikwa, wakati, wakati serikali e, itaandika pia bado tuta, tuta, tuta, tuta, tutaweza kuwabadilisha.